Kwa hivyo hii ni ibada spesheli na ni vizuri sana kwa Wakristo wote wagetwamba kuelewa ya kwamba siku ya Thanksgiving katika kanisa la PCA huwa tunashiriki pamoja na familia zetu. Ni venye labda hawatoto hawangeketi pamoja nasi, lakini ili hii ibada iweze kukamilika ya shukurani, kawaida huwa tunashiriki na kif, kwa njia ya kifamilia na kwa sababu tutakuwa na maombezi hata ya hizo familia, ni vizuri sana ku make sure ya kwamba hata wale mimi nilikuwa naona hata zamani kwa kanisa mahali nimezaliwa, hata baba yangu, kwa sababu wakati huo haku anaenda kanisa, kuna ibada mbili. Baba yangu hangekosa ibada ya shukurani na ibada ya, um, ya, ya Easter Sunday na siku ya Krismasi hizi ni ibada za kifamilia. Bwana asifiwe. Uliza mwenzako mzee ako wapi, muulize mke wako ako wapi, muulize watoto wako wapi, kwa sababu ni vizuri sana kuelewa Thanksgiving iko na formula. Thanksgiving siyo tu ibada ya kawaida, ndio sababu imetangazwa, ndio imewekwa katika ratiba ya kikanisa. Kwa hivyo ni vizuri hata nasi watu wagitwamba we understand how the rectionary of our church operates, ili ibada zetu zikamilike, kwa sababu wakati wa kutoa dhabihu ni lazima familia ihusike, ni lazima watu wako wahusike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mahali nimezaliwa